Tuelekee kaunti namba 43 ambapo kiongozi wa chama cha Green Thinking Action Dr Isaac Kalua amehimiza upanzi wa miti unaoambatana na miaka ya mtu ili kuwafikia malengo ya kitaifa. Akizungumza huko Homa Bay alipohudhuria mazishi ya Mama Siprosa Yugi, mamake alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa chama hicho. na hakuna usafi ambao unazidi Mambo ambayo tunahitaji ya kimazingira. Na leo ni siku muhimu kabisa katika Kenya yetu ambayo tunashughulikia maneno ya mazingira, siku ya mazingira. Mama alipenda usafi na alifanya usafi kuwa upendo kwa kila mtu aliyemjua. Jambo la pili mama alitufunza ni jambo la muhimu kabisa. Ni uhaki. Kazi ya kufanya mambo ya ukweli. Mama alikuwa hawezi kuweka kitu chako kama si chake, atakuletea hata kama ni baada ya muda gani. Wakenya, kama tunaweza kuhakikisha kitu chako usikae nacho, ufisadi tulio nao hautakuwa Kenya. Tuelekea tena kaunti na